Nchi yetu ya Tanzania inapiga vita sana na haiko tayari na swala linaloitwa ushoga. Lakini ukienda kwenye TV zetu kuangalia tamthilia ambazo mimi nimebahatika kuziona, ndani ya hizo tamthilia utakuta ndani ya hiyo tamthilia kuna mwanaume anayeigiza kama nani? Mwanamke asilimia kubwa hasa hasa zile zinazokuwa zina ni za, za wa Wafilipino, unamkuta ni mwanaume kabisa, lakini ana akti kama mwanamke. Sasa sisi binadamu, mimi ninapokaa na mwanangu mdogo wa miaka nane wa kiume au wa miaka sita anapokaa kuangalia, ubongo wake ni mweupe, ndio anaanza kuingiza vitu. Kwa hiyo unaweza ukakuta naanza kumharibu mtoto kwa kuruhusu taarifa zisizo sahihi ziingie. Taarifa gani? Mwanangu anamuona kijana wa kiume kwenye hiyo tamthilia anayeigiza mambo ya kike. Kwa hiyo kijana wangu wa kiume anaweza naye akasema hivi, kumbe haya mambo ni kawaida, akayatunza baadaye na yeye akawa hivyo. Lakini nini mashahidi, kwenye dunia yetu ya leo kupitia tu kwenye simu ya mkononi una uwezo wa kuona vitu vingi. Mfano, Google ni nzuri, una uwezo wa kupata vitu vingi kutoka kwenye Google. Lakini hiyo hiyo Google una uwezo wa kupata picha zinaitwa porn video ama picha are... za Kiswahili sasa, picha za X wanasemaga. Hiyo una uwezo wa kuingia umo, kaangalia picha chafu, lakini Google sio mbaya, ila wewe uliingia kuchukua taarifa gani, ndipo kinapoleta ubaya. Na nikasisitiza jana, tuanze kuwa macho tunaporuhusu taarifa zozote kuingia kwenye kichwa. Nikawaambia, kabla haujaenda kwenye Google, jiulize kwanza, naenda kwenye Google kuchukua nini? Kabla hujaenda kwenye YouTube, jiulize kwanza, naenda kwenye YouTube kuchukua nini? Hii utakuja kuiona hata mahusiano. Niliwapa mfano mimi, hata marafiki na watu wanaokuzunguka mimi, niliingia kwenye janga la uvutaji wa, wa, wa, wa, wa bangi ni kwa sababu nilianza kwenda kwenye jamii ya watu wa namna hiyo, nikavutiwa nikaingia. Kwa hiyo kama binadamu jitahidi kuwa macho Jiwekee mipaka, usiruhusu kila kitu kiingie, ruhusu vinavyopaswa viingie. Sasa nikuombe kwa huu muda mchache, yule unayenitazama mbali, na tuliokuweko hapa, hebu tuwashumu tuzanie kwamba leo hivi ninavyoongea na wewe, duniani hatuna aina yoyote ya njia. Nikisema njia, nazungumzia madhehebu katika dini. Hebu tuwashumu, hatuna yani, sisi wote tu ni watu, hatuna huu tofauti huu wa, wa madhehebu tulionao. Ashumu sisi wote ni watu, utakubaliana na mimi wanaume wote, awe mwenye dini, awe mpagani, awe mwenye dhehebu gani, sisi wote wanaume tunafanana, haijalishi imani ulionayo. Yani kama kama wanaume wana tamaa ya macho, haina mwanaume, haijalishi position ulionayo. Yani usije ukasema hivi, kwa sababu mimi ni pasta, nikimwona mwanamke simuoni kama wanavyoona wengine uh-uh. Mimi na mimi ni mwanaume, maana sisi wote ni nani? kwa hiyo kama anavyoona mwanaume yoyote duniani bila kujalisha position yake, ndivyo anavyoona yoyote. Kwa hiyo tupo duniani katika struggle ya aina hii. Ngoja nikusogelee karibu. Hata wanawake hivi, wakina mama mnaonisikiliza, mliokuwepo hapa, mwanamke ambaye ni mpagani na mwanamke ambaye labda ni mcha Mungu, wakizaa, yuko anaezaa kwa utamu na mwingine anazaa kwa uchungu, wote wanadhaa. Kwa nini? Nataka nikupeleke mahala uone. Hivi hata tunapozungumzia maswala ya kutoka kwenye hali tulizo nazo, usibezi sana kwenye mifumo tuliyonayo ya kiimani. Mi nataka nikufundishe kwenye hali halisi jinsi tunavyopaswa tuwe, nisikilize. Mungu alipomuumba mwanadamu hakukuwa na madhehebu, alikuwepo Mungu na watu aliowaumba. Kwa hiyo haya madhehebu ni mwendelezo. Kwa hiyo vitu ambavyo nasimama kuvisema hapa, sisemi dini, sizungumzii imani, dini zetu labda. Mimi ni ah, ah, mi nazungumzia wewe ni mwanadamu, unapitia changamoto hii na hii kwa uchaguzi wako, na leo nataka nikuambie una uwezo wa kulivaisi tabia ulizonazo.